Karibu katika kipindi chetu cha the Insight Exchange, mahali ambapo tunajadili mada tofautitofauti zinazokabili nchi yetu, na leo hii tuna mada muhimu sana: nafasi ya elimu katika ukombozi wa kijana e, iwe kisiasa, kiuchumi ama kijamii. Tuko hapa kujadili na kushare mawazo yetu. Je, ye, elimu ya leo inayopatikana katika karne hii ya ishirini na moja bado iko relevant na mahitaji yetu sisi kama vijana mimi, ni Shadrack Kempston niko na Gusta Fliakurwa, hapa ni Media Arusha. Karibu sana muda muda. Tuko vizuri, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Uh, na leo tumepata nafasi nyingine ya sahihi sahihi, ni mada nyingine muhimu inayotukabili uh, you know, sisi vijana ndio, nafasi ya elimu katika ukombozi wa kijana. Tuanzie na kijamii. Tunazungumzia elimu mm. Elimu ni nini? mm. Maanake tunazungumzia mchakato wa kuambukiza maarifa mm. taaluma mm. na taarifa mm. kutoka kizazi kimoja kwenda mm. kizazi kingine mm. Hiyo ndio simple elimu maana ya elimu hmm. kwamba tunaambukiza maarifa, tunaambukiza taaluma, tunaambukiza taarifa hmm. tunazisafirisha kutoka hatua e, ya kizazi kimoja kwenda kizazi kingine hmm. mtu kwa mtu, kizazi kwa kizazi, jamii kwa jamii hmm. sasa umeniambia leo tuna, tuna, tuna discuss mchango wa elimu hmm. katika maisha ya vijana. Kama vijana kama chombo cha ukombozi. Ni kweli sipinga, kwamba elimu ina msaada mkubwa sana hmm. katika katika ustawi wa kijana hmm. katika nyanja kijamii, kijamii, kisiasa, kichu hmm. lakini elimu ipi? Elimu ya darasa? Elimu tunapata elimu dunia, elimu dunia <laughs> <laughs> sawa. Mimi nafikiri, na sio nafikiri, ninafahamu hmm. kwamba Tanzania ni nchi ambayo imekuwa ikifanya uwekezaji katika elimu. Ndio. lakini swala msingi je elimu ambayo tumekuwa tukiipata darasani mm. katika karne ya ishirini na moja je ni kweli bado iko relevant mm. ni kweli kwamba nikitoka darasa la saba nikiingia mtaani nitaweza kuitumia elimu yangu katika kustawi mm. Yeah, ni kweli nikitoka kidato cha nne nitaweza kuitumia elimu yangu kujinasua kiuchumi. Yeah, ni kweli nikitoka kidato cha sita nitakuwa na uwezo wa kumudu mazingira yangu na kujinasua katika masuala ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Nikitoka chuo kikuu ninaweza kukabiliana mazingira yangu na kutatua changamoto zinazonikabili sasa. Hapa kuna kuja ishu moja, watu wengi tunashindwa kuelewa, kinachomsaidia mtu nini? Ni elimu, maarifa, ujuzi. Maana yake ni kwamba wengi, mm wana elimu -hmm. Wengi wana elimu mm -hmm. mm -hmm. lakini wachache sana wana ujuzi, uh, ujuzi. Na maarifa maarifa mm -hmm. mm -hmm. kwa, kwa ufupi tu maarifa mm -hmm. namna unaweza kuichakata ile elimu mm -hmm. kuichakata maarifa mm -hmm. Ma, ni kwa lugha nyepesi kabisa kwa kamusi ya ni hekima mm. Yaani namna unavyoweza kuprocess taarifa mm -hmm. alafu ukazifanya ni exceptional way mm. ukaweza kuziutilize sasa, hapa ndo shida inapotokea. Lakini tukizungumzia ujuzi mm -hmm. ujuzi ni namna ambavyo sasa mtu anaitumia elimu yake mm -hmm. na maarifa yake katika namna ambayo mm -hmm. ni exceptional zaidi kuleta matokeo mm -hmm maona sasa hivi vitu vii wengi mm. wanakuwa hawana hawana Yes, navyovau wasio na hivyo mm. Sasa, kama kwa kuwa tu wengi hawana hichi mm -hmm. bado yani, jibu ni kwamba elimu yetu ya sasa mm -hmm. bado haijawa relevant mm -hmm kumkomboa kijana mm. katika masuala haya ya, ya, ya, ya, ya kiuchumi, mm -hmm. kisiasa, na kijamii. Na ndiyo maana mm topiki zetu zilizopita mm. Ziliona namna gani mm. Vijana wana changamoto nyingi sana za kiuchumi mm -hmm. Vijana wana changamoto nyingi sana za kisiasa mm -hmm. Kwa mantiki ya kwamba ushiriki wao katika matukio ya kijamii ni mchache, lakini pia tukajadili jinsi gani hata elimu hii imeshindwa kuwasaidia vijana waweze kuwa mm -hmm. waweze kuwa na, na, na kuwa na utulivu wa kiakili. Waki okay. Tukayo, hii bado elimu elimu yetu ya Tanzania bado, no. ni ufunguo wa maisha uh, ufunguo wa maisha nafikiri na, na, na <laughs> sitaki kusema moja kwa moja kama ni ufungua maisha <laughs> nafikiri uende kwa ni ufunguo ila kitasa kimefanyaje kimebadilishwa. Okay, yani elimu ni ufungua maisha sawa, lakini kitasa kimefanyaje kimebadilishwa. Nikimaanisha nini? Elimu ni ufunguo wa maisha kwenye kitasa kipi? Labda kitasa kilikuwa ni kuajiriwa serikalini. mm -hmm. kuajiriwa kwenye sekta binafsi mm -hmm. Sasa wamekimfua kile kitasa mm -hmm. Wameweka pale kujiajiri. Connection? Hapana, mimi sijasema connection, nimesema wameweka pale kujiajiri. Kujiajiri, kitasa kimeshakuwa kujiajiri, lakini elimu yako bado ufunguo ushikilia ni kuajiriwa serikalini labda, mm -hmm. au sekta binafsi. Sasa kwa lugha nyepesi mm -hmm. Ufunguo huu sio ufunguo tena wa nini wa nini? wa maisha. Sijui unanielewa. kwa nini unakuwa sio ufunguo wa maisha? Ni kwa sababu combination, elimu pekee haitoshi, kunahitajika kuwa na combination ya elimu elimu kama elimu yote in general. Alafu uimege ile elimu, unyofue kipande chako ambacho una kimaster ukitafutia maarifa mengi, ukisha kitafutia maarifa mengi yani maarifa ya kuongoza kwenye kupata ujuzi mkubwa kwenye kipande hicho hicho. Yani, elimu ni general, ni kubwa. Unanyofua kipande yani, bwana mimi nimeenda kweli na degree eh, nimetoka huko, nimesoma masomo kumi eh, mpaka la saba, nimeenda form four, nimesoma masomo kumi na mbili si kumi na tatu, na ni nimefika form six, nimechukua chaguo zangu masomo ambayo niko bosa matatu, unaona yanazidi kufanyaje, kupungua. Sasa nimefika chuo kikuu ni kweli mimi nina nina, nina, nina degree mm. ya masuala ya uhifadhi eh, masuala ya uhifadhi mali mm. e, maliasili laba mm. Sasa sawa, mali asili zipi? mali maliasili mm. zipi bana, unafika mahali unaimega. Sasa mimi nimeamua kwa hizo mali asili, mimi nitadili na misitu okay. mimi nitadili na mbuga za nyama nai, kwa hiyo unaimega, unatafutia maarifa Ukisha tafutia maarifa, unatafuta ujuzi creativity, niye mnaita mtu mm. awe na ubunifu zaidi kwenye ile jambo. Sasa hicho hicho kilichokosekana, vijana wengi tumeishia kwanile mm. nini elimu pale. Elimu yetu ina kipindi cha nyuma Nikikuambia triangle tulikuwa tunaanza wengi. Sahihi. la kwanza mpaka la saba wanapungua watu pale. From 1 mpaka from 4. Sahihi. wanapungua watu pale. Sahi. From 5 na from 6 wanapungua watu pale. Sahihi. wanatoka from 6 kwenda chuo na elimu zingine za juu Sahihi. Hao watu hapa chini uh -huh. wamekuwa wakitoka, uh -huh. na, na, na, ndo, ndo walipakodi wa sasa hivi naweza nikasema ambayo na ndio watu wenye skills nyingi. Hapo tunapata mafundi, sahihi, tunapata wajenzi wa nyumba, mafundi wa magari, ceriani na nini. Sasa elimu yetu wa sasa hivi mm, ni kama ina shape watu wengi wanaoenda kwenye elimu za juu kuwa na knowledge peke yake bila skills i, i, yes, kwa sababu wao wengi wa elimu ya juu imebe ime zaidi kwenye men mimi um, acquiring my education, my knowledge, mm. nikiwa na mtazamo wa kusimamia watu. Yani mimi nasomea CRM human resource manager, nasimamia watu. Mimi ni engineer lakini engineer nitakayekuwa nikisimamia wengine. Mimi ni doctor, sasa hapa angalau kwenye field ya daktari unaona watu wanaingia nini front unaona. Lakini ukiangalia nyingi mzee, kwa hiyo kusimamia. Sasa nitakwambia kitu kuhusu hii swala ya triangle. Mheshimiwa Waziri Mkuu mm. ni jana tu mm. kama sana yes, alikuwa anasema hata kama una elimu ya degree mm. sio vibaya ukapata VETA mm. akilenga ujuzi mitandaoni mm. vijana wame react mm. wame react kwa kwelikweli, na wanahaki akufanyaje ya react mm. kwa sababu they are expecting mtu mm. eh, ambaye amegraduate ile tayari ni elimu na wanaamini ojuzi, yaani kwamba mimi nimetoka pale, e, e, College of of Informatics chuo kikuu cha Dodoma, nina uwezo wa computer engineering. Mimi tayari moja kwa moja taka niingia kwenye soko la nini, la ajira. Unaona, kampuni ya vijana imekaa kwamba sawa, sijakataa habari ya VETA, lakini sasa, kama nataka nipeleke VETA hiyo ni mwote ndio pata karibu miaka 18, ilikuwa inamaanisha nini? Au ni toshelezi? Au ni toshelezi? Kwa hiyo tunarudi pale pale, waziri mkuu labda na serikali mpima kwa nani, kweli ni toshelezi? Tunahitaji watu ambao wanaweza kufanyaje, kujiajiri, kwa sababu lazima tukubali serikali haiwezi kuabsorb wote kwenye kuajiri, lakini sisi kama vijana tunaomba angalau ya absorb kundi kubwa, sio wote, kundi kubwa litakalobaki watakutana na sekta binafsi huko, na yenyewe itabevu sehemu yake, lingine watakutana wale na wale ambao wana skills zao wenyewe za kujiajiri, watafanya siku umona. Kwa hiyo okay. Yeah. Issue nakujaji mm. elimu e, yetu inapata changamoto sasa wapi? mm. kama vijana mm. mchumi mmoja nimemfahamu, mm. mchumi ambaye namfahamu Dr. Simon ali, Mapolo alitua ali, ali modo mm mada yake ya mtazamo wake juu ya elimu ya Tanzania, ndio hasa kwa vijana wa sasa hivi. Okay, aliitoa mada yake. Mada yake iko hivi, mada yake imegawanyika katika makundi hayo mawili mawili, two sub category. Akasema hivi kwenye mada yake, tukichukua ubongo, you take human brain, you want ethics, ethics, you see tuko pamoja, ukipata knowledge you go and acquire skills. Profesa Mapolo akasema ukiwa na model unapata productivity, yani end product inakuwa nini? mm. ni prosperity. Prosperity. Mafanikio. Okay, hilo ni kundi la kwanza okay. Kundi la pili linaitwa mm -hmm. mm -hmm ili kundi la kwanza sasa nakuwa ni managed and organized brain. Kundi la pili akasema linaitwa unmanaged and unorganized or distorted brain. Akasema hili distorted brain linachukua education, linachukua education, linaweka ethics lilishaweka ethics mm. Linaweka kitu kingine ambacho ni umeona ni, ni knowledge mm. Halafu mm. mm. lina, linaweka skills. Mm. Lakini, except to mm. focus yake kule mwisho sio nini, prosperity nini? Sasa kama sio prosperity mm. Akaweka akaweka gambling mm. kubeti mm. kamari mm. Umeona, mm -hmm. Akaweka algorithm mm -hmm. kwamba mimi ni msomi mm -hmm. na nina maarifa na na nini, lakini utilization yangu, focus yangu ni namna gani naweza nikatumia elimu yangu ya namba hesabu na nini kwenye mubeti mm -hmm. au kwenye ulevi mm -hmm. au kwenye masuala yote ambayo ni unethical unethical. Sasa hii hii hii ukiiangalia vizuri mm -hmm. inamaanisha nini? Kumbe vijana wengi tuna nini, mm -hmm. elimu na uenda wengi tuna maarifa hmm. na uenda wengi tuna hizo skills, lakini focus yetu tumezielekezea wapi? Kote natoka kwenye ile ya kwanza ambayo outcome yake ni prosperity, prosperity, focus yake iko kule. Sasa ni elimu tunayoipata uh-huh. vijana hatuna matumizi mazuri na yenyewe. Ha, jana leo leo, mtandaoni kuwa nazungua ya Twitter nikaona, mimi mmoja ni, ni, ni nasema hakuna kitu kinawafurahisha mm. Watu waliofeli level za chini za elimu mm. Kama wanapoona watu wenye digrii mm. wanateseka, hawana kazi na hawana pesa mm. Unajua ni, ni, ni, ni, ni kituko tu fulani pale si ndio? Mm. Lakini ukielezea mm. Ni kwa nini watu wengi ambao wana wana hizi wana degree mm. eh, wana, wanakuwa wana changamoto za kiuchumi na nini mm. ni ni, ni tunabdi kulekule mm. tuna elimu mm -hmm. sindio? mm. nimesomeshwa ni, ni, ni na wazazi wangu, nikiambia kwamba na mwanangu mm. utakuja upate kazi mm -hmm. nzuri, sindio? Okay, baada ya miaka mingi, sio kama ni miaka milioni 3, miaka mingi sasa mingi. Mingi. huyu kijana amemaliza ile degree alokuwa akiambiwa kwamba itakusaidia, utapata kazi nzuri nzuri. mm. ni tunaita unaniambia, hatuitumii vizuri elimu tu. Yaani ili wewe tukuone elimu inakusaidia mm -hmm. Ni lazima tukuoni unatatua changamoto zako za nini mm -hmm. za kijamii, kimazingira kuna watu wamefanikiwa kutatua changamoto zao za kiuchumi mm, lakini wana very very poor social life and very very poor general life. Yani wana uchumi mzuri mm, lakini mahusiano yao na jamii mm, yani ndo nasikia bwana, huyu jamaa ni soni mzuri, ana pesa nyingi, lakini watu, anani, hiyo, ni mlevi kupindukia anatukana watu, ana poor social life. kwa nini? amechukua tu kipengele fulani mm. Hajajumuisha ethics hapa. Sasa ndio inapoingia mode ya nani, yeah, yeah, yeah. Profesa Mapole mtu okay. Angeuliza kwa nini, profesa asingesema tu kwamba tuna brain plus education yeah. Tumaliza. Lakini kuna ethics iko hapa katikati, kuna ethics mm. Una elimu, una ethics kaka, unakuta mtu hana ethics. Mm. sasa hivi, mm. tuna ufaulu mkubwa mm. wa wanafunzi mm. ufaulu mkubwa wa wanafunzi mm. ambao pia kuna idadi kubwa ya vijana ambao wana hiyo hiyo elimu husika wako mtaani, ambao hawajui wanafanya nini au na wanaanzia. Sasa tunavyoendelea kupata watu wengi ambao wana elimu dunia mm. wanaotoka vioni mm. wanaotoka advanced level mpaka mm. O level mm kwamba tunaendelea kuongeza janga lingine mtaani. Kwanza naomba uelewe kitu kimoja hmm. sijui kama mpata muda hmm. ukapitia sera mpya ya mabadiliko ya elimu, mabadiliko ya, ya, hmm. ya sera elimu ya Tanzania hmm. serikali me, imefanya jambo moja ambalo mimi hadi natamani hmm. natamani ningekuwa ninaanza darasa la kwanza mwaka huu, sijui unanielewa yani kwenye mfumo wa, wa elimu mm. kupitia wizara yetu ya elimu ikaleta ikaleta muundo mm. mpya wa namna wa utekelezaji wa sera yetu ya elimu itakavyo mm. kwenda nataka ni kujibu hilo swala la kuwa na wanafunzi wengi. Ukijua serikali imeongeza miaka ya elimu ya lazima kutoka miaka saba, sasa ni miaka kumi. Yaani ni lazima kila mtu amalize form four. Kwenye sera inayofuata mm. mm. mm. Lazima okay. utamaliza form four kwa sababu nikimaanisha nini? Miaka sita mm. Maana yake darasa la saba limekuwa excluded. Kwa hiyo kama limekuwa excluded, tume, tumeishia darasa la sita mm. Alafu tukajumlisha miaka minne mm. Inakua ni miaka mingapi hiyo? ni mandatoutafika kidato kdato chan mm -hmm, tunaendelea kuwa na namba kubwa ya watu wenye elimu ya sekondari nazi ya sekondari mm, hiyo lazima tukubali, lakini hii haitakuwa janga kwa, kwa nini mm, serikali ikaona hapana, katika ichi kipindi cha hii miaka kumi umt atasoma tu aoa Yaani sasa hivi serikali imeleta mpango. Kama ni stadi za kazi, utasoma stadi za kazi pia kwa vini kwa vitendo kwamba tunasuka mkeka, tutasuka mkeka. Lakini kuna masomo kama mm -hmm. ya tehama yanaanza kuwekwa kama mandatory. Mm hmm. Yaani computer science utaisoma. Mm hmm. Umeona huu ni, mabadiliko ni, ni baadhi. Yaani mimi natamani sana vijana wanokuja. Kwa hiyo unakuta kama ni skills za uchoraji zote zitaanza kupatikana. Na pia hata masomo ya dini tunarudi kule kwenye nini, fx. yataanza kuwepo ku fx ya jamii. Sijui unanielewa maana yake ni nini. The government is correcting baadhi ya makosa yaliyotokea kunyuma kupitia kuboresha hizi sera, lakini balali ko wapi? You are correcting ambao tunaanza ila walipolisema darasa tatu sasa hivi, ila starikujuu, kuna changamoto hiyo. Umeona? Mm -hmm. Yaani kuna shida. Kuna kizazi ambacho kimechemsha huyu. Mm -hmm. Sasa hicho ndio kina sisi vijana wa sasa hivi mm -hmm, tunahitaji hi correction inaenda kuwagusa wadogo. By the time serikali so inapambana to set up ground, sisi huku juu mnatusaidia vipi? Hapo ndio kuna swali mm -hmm. Sawa, mimi sikupata skills ambazo mnazianzisha sasa hivi mm -hmm, lakini je mimi sasa hivi nafanyaje? Ndio ukamsikia hata juzi, Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa, e, Kasim Majaliwa akasema kwenda VETA na hii nafikiri alitoa kama, kama, eh, kama ushauri kwamba kuna kazi ujaajiriwa, kwa nini usitafute ujuzi wa nini, wa ziada ambao utakupush by the time unasubiria kupata hizi nini ajira kitu kingine hapo na wametutengenezea ma mazingira gani? Mnishauri sawa, nina elimu ya degree sawa, ya ualimu ya mm. Ia... hicho chote kile mm. kupata elimu ni gharama sahihi kubwa, mazingira uliotutengenezea... anyway, mimi nimekubali kwenda vita sawa, mazingira uliotutengenezea pale, nimeshindwa kujiajiri mm. nimekosa ajira pia nimeshindwa kujiajiri mm hapo ni kwamba sina hela. Je, hmm. mazingira mimi kuingia pale kupata zile skills zinakuwaje? hayo ni magumu hmm. hayo hmm. ni magumu, lazima tukubaliane kwamba financial support kuipata katika mazingira hayo hmm. ni ngumu. Ni naomba nifanye reference ya, ya mheshimiwa mbunge Kishimba hmm mbunge uh, Kishimba nafikiri kama sio mbunge wa Kahama ambaye yuko simama bungeni akaelezea kwa uchungu sana jinsi gani elimu inamuumiza mzazi na, na mtoto e, jinsi elimu inamchukua mtoto wako akiwa mdogo inamchukua, inaenda naye huku ikikuchuna gharama, alafu baadaye inakurudishia mtoto akiwa hana kazi na hana namna ya kurudisha ile gharama. Kwa hiyo hii tunakubali kwamba tumekuwa tumekuwa tumekuwa mbuzi wa sadaka. Kwamba it's not easy to get. Lakini, nafikiri sasa mimi nafikiri hapa ni tunasema za kuambiwa uchanganye na za kuambiwa kwamba pia ametoa ushauri au the government is advising you to attend for training, education. Kwa kumalizia, mimi kama kijana nilioko mtaani na sina kazi, sina ajira mm -hmm. sina chochote. Unanishauri nini? Nitakushauri vitu kadhaa mm. Una elimu ndio una maadili shida, kama una maadili kukushauri itakuwa ngumu mm. Kwa sababu mm. Nili, mimi chaii nimejifunza kitu kimoja mm. katika kipindi ambacho nimekaa mtaani mm. jamii na wasomi wengi mm. lakini na watu wachache sana wenye mm. maadili yaliyonyoka mm kitu ujui, mm. jamii na uhitaji wa watu wenye nini? Combination ya elimu nzuri na maadili bura, bora. Ofisi yoyote yenye watu wenye akili timamu haijai kumkataa mtu ambaye ana combination ya elimu na maadili bora, hicho nitakwanza nitakwambia, boresha maadili yako. mm. Una, una shida ajira ya ajira mazingira yako ya kutafuta kazi yamekaaja au unakuja ofisini kwangu kuniomba kazi, umevaa kama unaenda kufanya vitu vyako, unaenda kufanya mambo yako mengine, unaenda ku create content za TikTok. mm -hmm. Au umevaji unaonekanaje? Kitu kingine, hakikisha katika hichi kipindi nitakushauri ni lazima ujifunze kukubali kuanzia chini yes. hakuna njia nyingine, kwa sababu unakuta kijana, nilishawahi kushuhudia mtu anatuma email ya kuomba kazi, lakini jina la email yake for instance mimi ni Shady boy eh. Sasa unanitumia mimi email asimu, mimi ni mkurugenzi manager wa kitengo fulani, na mpitie maombi ya kazi, fungua email. Email from Shady boy Hauko, yeah. Umeona? No. Na jambo la pili ilikuwa ninazungumzia la kuubali kwanzia chini. Chini. Elimu watu hawezi kuzungumza Shedraki, kijana hawezi kuzungumza na, na sasa hapa inakuja hii, una elimu ambao umeshinda kufanyaje? mm. Sasa hapa ndo amekosa nini? maarifa mm. Kwa hiyo ushauri wa pili, ushauri wa kwanza ni lazima kwanza uwe na maadi, ushauri wa pili uwe na subira na kukubali kwanzia chini, lakini jambo lingine kubwa ni lazima ukubali kujifunza mm. Elimu tunaipata darasani, asilimia kubwa nini ni nadharia mm. Unapokuja kwenye ofisi yangu mm. nina taratibu zangu, mimi, nina taratibu <coughs> zangu mimi, nina taratibu zangu mimi, kama mwajiri lazima ni lazima uzifuate lakini wewe ukija na taratibu zako, otherwise proof productivity yako ni kubwa kiasi kwamba mimi nianze kuona taratibu zako. Yani taratibu zako zinaweza kuwa na mshango kwenye taratibu zangu, lakini itakuja baada ya kuheshimu taratibu zangu. So mm. lazima kubali kujifunza. Mimi naweza nikakwambia yeah, bwana nafungua ofisi yangu saa 12, asubuhi mm. Lakini nasema ah, ofisi gani zafunguliwa saa 12 asubuhi? Ofisi zafunguliwa saa 2 bwana. Mteja gani anakuja saa 12 asubuhi? Mm. Kumbe ule ni utaratibu. No. Jifunze ku, ku, ku, ku adapti utaratibu mpya. Mm. Hilo ni jambo la tatu ambalo mimi ningefanyaje? Ningekushauri ukubali kujifunza. Lakini jambo lingine ambalo watu vijana wengi walikubali hili. Vijana walikubali lakini pia hata waajiri walitumia vibaya. Malipo Malipo, nasisitiza mama, sieleweke vibaya, malipo hayatakiwi kuwa kipaumbele katika hii hatua ya kubali kuanzia chini chini, kwa sababu unahitaji uzoefu, si ndio? mm -hmm. Kama unahitaji uzoefu, you need someone to train you, si ndio? Kwa kipaumbele chao kinakuwa ni kumofua uzoefu. Ofisi nyingine zitakulipa pesa kidogo mm -hmm. Ofisi nyingine hazita kulipa kabisa kabisa, hazita kupa uzoefu. Lakini waajiri hapa, naomba sisitize, waajiri mtusikie, waajiri wanatumiage nafasi vibaya sana hmm. Wanakuwa kama wanatafuta cheap labor kwamba mm, yes. Wanachukua vijana waambia, wanawapa matumaini, wanawatumia miezi mitatu, wanachukua wanachileta tena wengine, wanakuwa kama wana pepo wa ajira mm, afuchi na hiyo serikali yetu itaona na itaona namna gani? Na sisi na, na jambo la mwisho kabisa ambalo ninge, ninge mshauri, ni lazima uwe na calm mind mm, kuwa na calm mind, kuwa na akili iliyofanyaje, tulia tulia tulia, utulivu, kwa sababu kama utataka uende na trend ya kila kitu na kuhakikishia katika kipindi cha kuna changamoto za kiajira uchumi automatiki, auto, auto, auto, na mambo mengine hayaendi, utapaniki. Sasa tufanyaje? Usipaniki, kwa sababu ukipaniki ndio utajikuta umeingia kwenye maulevi urahibu na nini na nini. Kwa hayo ilikuwa majadiliano yetu juu ya ukombozi wa elimu katika vijana, nafasi ya elimu imekaaje kwa vijana namna gani ambavyo unaweza kujikomboa kiuchumi kisiasa na hata kwenye maisha mazimu ya jamii. Mimi ni Shatra Gemsto, nilikuwa na Gusta Fiakuro, nyuma ya kamera ni direkta Goodken, na hapa ni Who Knows Media Arusha. Karibu tena usikilize vipindi vyetu vijavyo. Saini ile. Asante, asanteni sana.